Kama wengi mliotusalimia mlivyozungumza vyema, waheshimiwa wabunge, na mwishoni mwishoni hapo mheshimiwa Lukuvi akasisitiza kwamba ni sehemu tu ya miradi ambayo imeandikwa kwenye utekelezaji wa ilani, kwa sababu isingewezekana kuiandika yote. Na sisi kamati ya siasa ya mkoa tumefanya ziara kwenye halmashauri zote ya ukaguzi wa utekelezaji wa ilani, tukiwa na mkuu mkoa na wataalamu wake. Tumetembelea miradi karibu ishirini na kitu hivi ambayo ilikuwa ni sehemu tu ya kujiridhisha na kuona utekelezaji wa ilani ya chama chetu. Baada ya kumaliza kutembelea miradi tulipokaa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa kufanya tathmini fupi tu ya muda mfupi, tukasema tatizo kubwa tulionalo hasa sisi wana sisi kuanzia ngazi ya tawi, kata, wilaya na sisi mkoa, hatuzungumzi vya kutosha juu ya utekelezaji wa ilani ya chama chetu. Tunadhani kila mtu anajua kilichofanyika, kwa hiyo tukakubaliana kupitia halmashauri kuu hii ya leo ya kupokea utekelezaji wa ilani ya chama chetu, tutakapotoka hapa, tujitahidi sana kuzungumza juu ya utekelezaji wa ilani, kwa sababu hakuna kijiji ambacho hakuna jambo lolote lililofanyika, hakuna kata ambayo hakuna jambo lolote lililofanyika, hakuna wilaya na mahali kote, na halmashauri zetu miradi ni mingi na fedha ni nyingi. Tulipokuwa pale Changalawe Mafinga, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa akaninongoneza, akasema zamani fedha zinazokuja sasa hivi kwenye miradi kwenye ngazi za kata zilikuwa ni za mikoa. Yaani zamani isingekuwa rahisi kusikia bilioni 48 inatekeleza mradi kwenye kata, lakini sasa inawezekana na kazi yetu kubwa ni kusema na kuzungumza vitu ambavyo vimefanyika kwa kweli. Ndugu zangu, naiiwajumbe wa halmashauri mkoa ni mashahidi, ukienda kila mahali unashangaa, kila mahali kiasi unachotajiwa mradi huu ndio kiasi fulani, unashangaa. Na sio kwamba fedha zitakuja, zimeshakuja. Kwa hiyo ninawaomba wajumbe wa halmashauri kuu, tukirudi kwenye maeneo yetu tuzungumze juu ya utekelezaji wa ilani uliofanyika kwa sauti kubwa. Tunakwenda kwenye uchaguzi ili tuonyeshe uhalali. Nilizungumza tulipokuwa pale kwenye, kwenye shule ya mari pale Changalawe nikamtania mkuu wa mkoa, nikawambia sasa mali shule mimi nilikuwa sijui, sikujua mimi kama finga, lakini sikuwahi kujua kama kuna shule mpya ya sekondari imejengwa nzuri kubwa kiasi kile. Juzi ndio nimeiona. Nikamwambia wenzangu, kama wanatuambia kila siku sisi ni machawa, kama uchawa wenyewe ni wa vitu kama hivi, wacha tuendelee kuwa machawa sisi mboi, manake vitu vinaonekana kwa macho. Hata sehemu atakayokuja hapa mkoa kwa kutueleza ni sehemu tu ya mirani ambayo imetekelezwa kwenye mkoa wetu kwa muda mfupi. Mambo mengi sana yamefanyika, na mimi sina wasiwasi kama waheshimiwa wabunge walivyosema, wenyeviti wa wilaya walivyosema, sina wasiwasi juu ya uchaguzi uliokuwa mbele yetu. Dr Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana. Mheshimiwa Lukubi ametumia neno kwamba ndio brandi yetu, tunakwenda kifua mbele kwa sababu ilani imetekelezwa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kwa ufupi kabisa kumpongeza Mheshimiwa mkuu wa mkoa na wataalamu wake, rasi huko pale na wataalamu tulizunguka nao kila kitu walichoulizwa walitoa maelezo mazuri, ufafanuzi mzuri, na mambo yanakwenda vizuri. Mimi naamini tukijaliwa uzima, tukifika Oktoba tunachukua tunaweka. Jamani, mbona wow. Tumesikia, narudia, ikifika Oktoba Iringa hatuna wasiwasi. Tunafanyaje? tunachukua tunaweka wa wow. Na sisi ndio tulikuwa wa kwanza halmashauri kuu ya mkoa wa Iringa kutoa tamko, kama mnakumbuka, la kumuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba ndiyo atakuwa mgombea wetu wa sisiemu. Na sisi Iringa ndio mkoa wa kwanza kuchanga fedha, tulifanyia hapo, mnakumbuka kwenye kao cha wazee, mzee wetu Mwamwili uko pale. Ndio tulikuwa mkoa wa kwanza kuchanga zile fedha kwa ajili ya kuchukua fomu. Wengine wamekuja kuiga baadaye sisiemu ni matumaini yangu tutafanya vizuri kwenye uchaguzi majimbo yetu, yote sisiemu itashinda. Kata zote mia na sita sisiemu itashinda, na kura za dokta Samia Suluhu Hassan kama tulivyokusudia zitajaa mpaka zimwagike.